So, karibuni tena kwenye channel yetu. Uh, kabla ya yote like hakikisha una like hapo like, hakikisha una like alafu subscribe, subscribe, subscribe. Yap, usisahau ku comment, usisahau ku comment, usisahau ku comment. So nadhani tunaendelea kufuatilia movie yetu uh, movie kali kabisa ambayo inatufunza vitu mbalimbali mbali sana. Uh, kwenye jamii yetu hii. So kama wewe ni mpendelevu wa movie yetu kabisa, ambayo tunaifuatilia kila siku, so usisahau kusubscribe ili upate vipande kila siku, usisahau kulike na kucomment hapo, hata na kushare kwa watu wengine. So uh, tumeshaona vitu vingi sana ambavyo tuna tunahitaji kwamba Uh, kama kuna kitu chochote ambacho unatarajia wewe kukiona au kuna kitu fulani ambacho unafurahi kwenye movie yetu hii tuambie kwenye comments: kitu gani ambacho aupendi, kitu gani ambacho unapenda, kitu gani ambacho unapenda waboreshe zaidi. So nani ambaye anakupa utamu sana kwenye movie yetu, nani ambaye anakufurahisha sana kwenye movie yetu? So usisahau, usisahau kusubscribe yap Uh, kuna vituko mbalimbali ambavyo tunaona shuleni, majanga yanazidi kuwa makubwa. So mzee wetu anazidi kusaidia sana na kuacha tu hivyo. Watu ni wengi sana, watu ni wengi ambao wanasubiria kipande ambacho kinatoka, kitatoka siku gani? Kila mtu ananiambia siku gani bana, siku gani bana, ila kesho kipande kingine kipo hewani kabisa, mapema tutakipata. So mzee um, wetu huyo hapo ni mzee ambaye anapambana sana, na tumeuona ubora wake kwenye muvi wetu hii. Na kama wewe ni shabiki wa mzee wetu so usisahau kusubscribe hapa, usisahau kusubscribe, like na ucomment, ili wengine wao wanapata Uh, vipande kwa haraka sana, so kitu gani ambacho unaweza ukamwambia sister hapo kama wewe ni mpendelevu wa, wa wa kazi yetu hii ambayo tunaendelea kuangalia? Je, ina mafunzo au la? Tupe kwenye comment hapo. Je, kitu gani ambacho unapenda kiwepo? Tupe kwenye comment hapo. Je, unapenda movie iendelee au tuishie hapo hapo Tuambie, je, unapenda episode iishie ngapi? Tuambie hapo. Tuambie dakika ambazo zipo kwenye vipande vyetu vinatosha au la, tuambie kwenye comment hapo. Lazima mpate kila kitu, na mtafarijika sana kwa kazi ambayo inakuja hapa mbeleni. Tunasema asante sana kwa wadau wote ambao wanaendelea kuangalia kazi zetu. Nawapenda sana, tunawapenda sana kabisa. Like, comment, subscribe. Tupo pamoja, tupo pamoja.